Unaweza ukahisi kwamba ni PDD Puff Daddy tu peke yake ndiye ambaye anakuwa anahusishwa na masuala mazima ya kesi kama za, eh, za kingono kuweza kunyanyasa wanawake kupitia masuala mazima ya kingono. Lakini bwana wako, watu wengi sana ambao pia wanakuwa wanafanya eh, matukio hayo. Sasa niko na stori ya eh, eh, ja, ja na ya aliyewahi kuwa mshindi wa tuzo ya Oscar ambaye anafahamika kwa jina la Jared Leto ameweza kushtakiwa na wanawake eh, tisa kwa mienendo isiyofaa, huku baadhi yao pia wakieleza kuwa tabia muziki huyo na mwigizaji mwenye umri wa miaka hamsini na tatu ya kuweza kuwafanyia vitendo vya kingono kipindi wana miaka 16. By the way wana, miaka t, mi, mi, eh, wanawake tisa wameweza kuja na juu na kesi hii ya kumshtaki umshikaji ambaye kwa sasa hivi ana umri wa miaka 56 eh, lakini pia eh, kuweza kuwafanyia hicho kitendo wanawake ambao pia walikuwa na umri wa miaka 16 kipindi hicho nyuma kabisa huko. Sasa katika ripoti mpya ambayo iliweza kuchapishwa na jarida la, la, la AML siku ya Jumamosi, yani siku ya jana, wanawake tisa wameweza kujitokeza wakimtuhumu Leto eh, kwa tabia E, katika kipindi cha miaka mingi ikiwa ni pamoja na kufanya vitendo vya kingono, e, vijana na vijana wa kike au vijana hawa ambao kipindi hicho walikuwa na miaka 16. Uwezo kusema ni vijana kwa kwa kwa, kwa, kwa namna moja ama nyingine hao walikuwa bado ni watoto, e, kwa sababu tunajua kabisa mtu mzima au kijana kuanzia miaka 18. So miaka 16 waliweza kufanyiwa vitendo hivyo vya kingono na mshikaji anafahamika kwa jina la Jared Leto. Sasa mwakilishi wa Leto, e, aliweza kukana vikali tuhuma mbalimbali ambazo pia ziliweza kuripotiwa na AML, ikiwa ni pamoja na zile za hotels ambazo walisema ni za uongo wa wazi lakini pia e, muda mfupi mara baada ya habari hizo kusambaa, e, Leto pia alikanusha ali madai ya tabia mbaya ya kingono ya muda mrefu ambayo pia alikuwa yanamkabili na, na wanawake hao pia akiwemo DJ e, na mtayarishaji wa muziki Ariel Tells ambaye pia aliweza kufufua madai ya zaidi ya miaka kumi dhidi ya mwigizaji huyo. Mwakilishi wa Leto pia aliambia AML, madai yote yanakanushwa wazi wazi, kwamba mshikaji ameweza kukataa yaani kwamba eh, katika yale matukio ambayo wameweza ku kuweza kupelekwa katika e, vyombo vya kisheria kuhusiana na masuala mazima ya unyenyesaji wa kingono wa wanawake wenye umri wa miaka 16, ameweza kuyakataa na hata wakili wake pia ameweza kuyakataa kwamba ni kitendo ambacho hakijaweza kufanyika e, katika AML hii ndio jarida ambalo pia waliweza kufanyia mahojiano hayo na yakaweza kuachiwa e, kutokea huko. Lakini pia ni mshindi wa tuzo za Oscar, moja kati ya tuzo ambazo pia huwa zinafanyika e, kutokea kule Marekani, pia huwa zinakuwa zinafanya poa zaidi hata Afrika Mashariki, pia kuna baadhi ya wasanii ambao pia walishawahi kushiriki tuzo hizo eh, lakini pia watu tofauti tofauti, kwa sababu huwa wazihusishi wasanii tu, lakini pia wana mitindo na watu wengine eh, tofauti tofauti. Drop comment yako hapo, like, comment, share, utakuwa metisha kinomanoma.